Na nasema wantam siku zote. Wantam jo tu, jeshi ni ya graund. Sisi tuko hapa, sisi tulikuwa mboka. Ata, tupo, tupo, andamane, sisi tulikuwa mboka. Hata eh, maana ini, pu pu. Utadu? Unaritaliet mtu yangu, unaritaliet, unadiglo? Ikakuwa hivyo sasa inabidi unaritaliet, ju hauwezi pigia pu pu na umeintein. Ata ata ata unacheki ata Iran waliritaliet. Jo, jo kuambia mi ni mtu wa kazi. Mimi, mimi rungu mawe aakini, hata kazi hana kusia yenyewe. Jo, mtu yangu tume kuja huku tume banga iza jo. Tunang'ang'ana jo vile tutapelekea ata mafamilia jo kikeroma bana. Lakini jo mi mapu. Diglo huko venye kunaka. Diglo huko bana, jo ni moshi tu, ni moshi hata hatuoni hata skuoni sahi, ni moshi tu. Ni moshi ni moshi tu. Hakuendagwi hivyo watu wangu. Diglo hauma hauma wako huko juu jo, wanafaa wanakaa chini wanabonga bana. Siku chini ndo tunaumia, we jua. Tuta du venye nada bado e eh, kikani kama nyongolo bana jujo. Sasa yenye hakuna shuguli. Kijana anafaa ariau. Hakuna familia, utaendwaje hivyo bana. Mi nawapeleka na ria. E jo, na siku zote. Utadu? Unaritaliet mti yangu, unaritaliet. Unadiglo? Ikakuwa hivyo. Sa si inabidi unaritaliet, ju hauwezi pigia pu pu na umente

Ikakuwa hivyo. Sasa piga po, sasa inabidi no no yeah. Ata ata hata hata unacheki, ata Iran wali ritalet, jo. Wapi, eh eh e, mini mtu ambao wa mboka vile nimekuambia. Kuna unamaanisha nini ukisema mboka? Mimi ni mtu wa kazi. Kazi mimi mimi rungu mawe a a lakini hata kazi anaku zenyewe. Jo mtuyangu, tumekuja huko tumebangaiza jo, tunang'ang'ana venye tapeleke hata mafamilia jo kiroma bana, lakini jo ni mapupu. Diglo huko venye kuna kaa diglo huko bana, jo ni moshi tu tu, ni moshi ata tuoni ata sukuoni sahii, ni moshi tu. Hakuendagwi hivyo watu wangu bana diglo. Hawa watu wako huko jujo, wanafaa wanakaa chini, wanabonga bana, si huku chini ndo tunaumia, wejua. wewe kama Gen Z umeafektiwa vipi na mpaka leo kukakuwa na maandamano sasa, si ndo nakuambiaje mtiyangu? Mboka kazi, mtiyangu. Mimi ni mtu nakuwanga nimejituma. Una diglo Mi nimejituma yeah. Mi nimejimatu mbaya, lakini sasa wakikuja tuaribie shughuli, shughuli shughuli, shughuli imebaki ni kufanya nini? <laughs> <laughs> Unadiglo, wakija tuaribie shughuli, sina sinajaribu kupiga shughuli legit, lakini jo venye naenda bado eh, kikani kama ni nyongolo bana jujo, sasa nyewe, akuna shughuli, kijana anafaa ariau, ako na familia ivo bana <laughs> <laughs> mi napeleka na riang eh, jo. <laughs> <laughs> na siku zote.